Omana mwanamke akimkamata mwanamume, mwanamume eh, akasema yule kuti anaonekana ana sura ngumu, ni mkali, lakini pale ametulia. Kumbe nje anaonekana mtu ni mkali, nje anaonekana ni mtu ambaye akubariki, lakini mwanamke akimkamata nje, amemaliza. Mwanamke amepewa roho ya Biblia inasema Samueli Ms. wa Ms. kwanza sura ishirini na tano mstari wa kwanza mpaka ishirini na saba Kuna mtu alikuwa anaitwa Abitaeli al na kuna mtu alikuwa mtu anaitwa Nabali alikuwa al ni mume wa Abitaeli, ni al tajiri, alikuwa na pesa, alikuwa na mali, alikuwa na nguvu, lakini alikuwa ni mtu al mpumbavu

kakadadam baada ya mtu mmoja akatoa habari kwa Abigaili, kwa ili ile aliposikia alipomwona Daudi anakuja akakimbia akapiga magoti akaomba rehema kwa ajili ya mume wake. Mwanamke amebeba nguvu ya kuficha madhaifu ya mwanamume, ndio maana Biblia inasema Mwanzo sura ya pili ule mstari wa kumi na kuendelea Mungu akamupa mwanamume Adamu usingizi mzito, Adamu akalala. Alipolala usingizi muzito, ndipo Mungu akatoa ubavu kwa Adamu akamtengeneza mwanamuke, afukaleepotoo ubavu akaweka nyama. Ndio maana sasa mwanamuke amebeba nguvu ubavu ubavu lakini nyama ni nini? Laini. na maana, mwanamke alipewa roho ya ujasiri ya nguvu ya uvumilivu iliyokuwa ndani ya, ya Adamu akavishwa, afu Adamu akaachiliwa na nyama. Nyama ni laini, maana mwanamume akikutana na magumu anakata tamaa, akikutana na magumu anarudi nyuma, ni mwepesi wa kuamua maamuzi magumu na mapaa kukutana na makovu, lakini mwanamke ni mvumilifu. Hata kama kuna wakumi na matani, anaweza kuwa ndani ya ndoa yake ni moto, lakini atavumilia, anaamini posiku na atabadilika, maana aliumbwa kwa mfupa kuangamia. Wanawake wasiposimama kwenye position yao, familia inateketea. Mwanamke amepewa mkufu

Mwanamke, unapoona ndoa inaripika, wewe ni wa kuomba, wewe ni wa kubeba ndoa yako, wewe ni wa kumbeba mume wako, wewe ni wa kumbeba mtoto wako, wewe ni wa kumsokeza magotini pa Mungu. usitegemee wa pili sura kumi na tano Samweli wa pili sura kumi na tatu. Kwanza hao ni mabinti, anazungumza mabinti. Pia kuna binti alikuwa anaitwa Tamari, alikuwa na kaka yake Amnon ambaye alikuwa ni mmoja wa ili nikimwambia mfalme akakubali. Maana mfalme baba yake Daudi alipopewa ile taarifa akakubali, akaita Tamari alikuwa ni ionipe, akamwandalia chakula kaka yake. Baada ya kuandaa chakula, Amnoni akasema wakuu wote tokeni nje, nibaki nina Tamari. Akamwambia Tamari dada yake, niletee chakula hapa nile. Alipotaka kumlisha, akamkamata kwa nguvu dada yake, akasema kwa nini kumwambia baba yako ya kwamba unataka kunioa nikakubali, lakini kwa kuwa alikuwa amewaka tamaa, akusikia sauti ya dada yake, akawa amembaka dada yake. Baada ya kumbaka dada yake, akamwona bibi anasema Amnuu akamchukia Tamaa, akaita akamwambia, toka ndani kwangu. Ah, Tamaa akamwambia, jambo ndio unataka kulifanya ni baya zaidi ya alipofanyia kitendo kitele, akararua mavazi yake, akaweka mikono cho ivileboloesema alipopata taarifa kaka yake msoma akaumia, akatukia, akawaka asira ya kuhakikisha na mangamiza Amnoni. Ndipo alipopata taarifa Daudi baba yake naye ikatirika. Siku moja wako wanakutana sehemu fulani, kumbe lengo, akaita watoto wote wakiume wa kifalme wakutanike, kumbe lengo ni kumuua ndugu yake. Alipoachilia kisasi, mambo yakatulia. Kumbe mwanamke, piti, kabla hujaolewa, usiwe na papara na mwanamume usiopapara Akamwambia ilete chumbani, akaleta chakula chumbani, chumbani akawanadi, akamwambia niruhusu, ndipo ile dunia ikapata nafasi. Lakini kama Tamari asingeenda, adui asingepata nafasi, kikimbia kujitenesha kwa vataga dunia lakini bibi na kusema akamwangukia Daudi, akamwambia bwana wangu, naomba unisamehe maana bome wangu na Nabali ni mpumbavu kama lilivyo jina lake. Naomba unajua, Nabali alikuwa na fedha, Nabali alikuwa na mifugo, Nabali alikuwa na mali nyingi, lakini kumbe alikuwa kichamiana kito. Mwanamke anabeba akili ya kusukuma mwanamume ku au mwanamke ukaomba likatokea, kwa sababu mwanamke amebeba kibali. Hivi nasema Yohana mbili wakumi, yes, wa kwanza mpaka kumi kulikuwa na kalani hivi nasema naye Yesu akaenda, alipofika pale, hivi nasema divai ipotinika Sara akawafata wanafunzi wa Yesu akawaambia mufuate bwana mkubwa atakalowaambia fanyeni nini, maana unajua mwanamke Mwanamke akimwamini mwanamume habadiliki. Mwanamke akikuamini, ni bora uaminiwa na mwanamke kuliko mwanamume. Mwanamke akimwamini mtu amemwamini, mwanamke akimkubali mtu amemkubali, mwanamke akimula, akimula mtu amemula. Maana yeye nguvu yake ni kwenye moyo, ndio maana ni rahisi akicheruiwa, ni rahisi kuumia, maana ni kwenye moyo, lakini mwanamume sisi ni nje hata ukikuta ameumia ni siku mbili tatu, kwa sababu ni nje, nguvu yake iko kwenye nje. Lakini nguvu ya mwanamke iko kwenye moyo, ndani. Kwa hiyo hey, mwanamke Maria akamwambia lolote atakamwambia fanye. Yesu akamwambia saa yangu mbona bado nina nini nawe, lakini ni wakati mambo yakatokea. Mwanamke hakimwamini wala wala, makanisa mengi umejawa na wake. Mwanamke hakimwamini mtumishi wa Mungu sio rais hata kama kutakuja uhuru wa namna gani, hata kama kutakuja na upepo wa namna gani, anasema mimi bado ninamwamini, mimi bado ninamkubali, mimi bado ninaishi naye, mimi bado natembea naye. Hata nikisikia skendo ya kwamba kuna haya, no, no, no. Mimi sijui, mimi ninachojua ndani ninakua, mimi ninachojua ndani ninaishi. Unajua katika Bibilia kulikuwa na wana wa manabii walileta taarifa mbaya kwa Daudi kwa mtu anaitwa Elisha so, Elia lakini Elisha na Bendio nimejua lakini nyamaza kimya. Wanuto anaweza kumpelekea taarifa mbaya juu ya mume wake, atakwambia ndio, ninajua lakini nyamaza kimya, ukajua kwamba hapo nimemaliza. Oh, wakija huko wamenena pamoja, wakija huko wanatembea pamoja, wanashangaa pale nilifanya hivi, mambo ya ajabu. Kama mwanamke anasikia, lakini anayepuliza, lakini mwanamume anasikia, anayefanyia hatua. Ndio maana unakuta wanaume wengi wanafanya maamuzi mabaya kwa

Mwanamke akiamua kusimama na Mungu, mwanamke haoni kitu, kwa sababu mwanamke amepewa moyo wa kuomboleza kuliko mwanamume. Ndio maana tunaweza kuto, unaenda kwa mbele za Mungu kuomba, mwanamke akalia, akalia, akagaragara, akamwona Mungu, lakini mwanamume. Si ndio tumeumbwa hivyo? <laughs> ndio tumeumbwa hivyo, lakini ukakuta mwanamke amepondeka hata nguvu ya Mungu inashuka mwana. Yaani kanisa ikiwa na wanaume tu, ah nguvu ya Mungu hapo kuiona ndio ni neema tu. Lakini ukiwa na wanawake, wamama wakamtua Mungu, wakamlishi Mungu, wakalingana na Bwana, nguvu ya Mungu ni tofauti. Amen. Na Biblia inasema ukisoma katika Luka, na Yohana pia ana Mathayo ila Luka sura ya kwanza ya pili. Biblia inasema Mariamu wakati Yosefu anaenda kwa Mariamu, atamkuta Mariamu alikuwa na mimba. Yosefu akapanga kumkimbia Mariamu. Unajua nini? Maana wanaume ni wepesi kukimbia wanawake au kukimbia ndoa zao pindi anapoona mambo tofauti na ilivyotegemea. <laughs> ndio hivyo sasa, tumeumbwa Mungu atutie nguvu <laughs> Adam akakimbia mbali. Shetani akapata nafasi ya kuongea na Eva. Yeah. Sio, Joseph alipoona Mariamu ana mimba akakimbia. Na pale singekuwa malaika kwenda kuzuia, ingekuwa ni aibu. Kwa mshaka kimbia, bwana mimi siwezi kalinda beba hiyo. Huyu mwanamke akumbe na mimba hapana. Ah, huyu atanionaje mtaani? Ah, unajua namna tu wepesi kubeba mambo kuliko mwanamke. Wanaume wapeswa kufikiria, yani mambo mazito na kufanya maamuzi mabaya kuliko wanawake. Mwanamke anachelewa kufanya maamuzi, na akifanya ni mabaya. Lakini mwanamke ni espoti tosem akatimbea unajua. Lakini tunapozungumza wanaume tunazungumza utumishi wa Mungu. Amen. Ndio maana Biblia ukisoma kwa ile tamaduni za Israeli walikuwa mara nyingi wanazungumza wanaume. Tunaona Yesu na watu wake. Lakini alipomwona Maria na mimba ilikuwa na maana kanisa liko na miujiza mikubwa. Zaidi ya kanisa la Yesu. Unajua ukienda sehemu ambapo sisi watumishi, unaenda sehemu unakuta na zaidi ya wewe anakimbia. Lazima uone hapa sio sehemu yangu. Hapa tafunikwa kwa ikakimbia. Mungu akamzuia. Na mume. Amen. Yaani mwanamke yuko lazima kuacha mambo ya kwao, kuacha vitu vizuri anavyopata kwao, kuja kuishi kulala kwenye mkeka chini na mwanaume. Mwanamke akikupenda amekupenda, mwanamke akikushipa amekushipa. Awezi yuko lazima aache vyote ambatane. Lakini mwanamume ni ngumu umtoe chini. Upeleke juu wala nataka mtoe chini ni wazo mtoe juu mlete chini. Bwana asifiwe. Kwa maana sasa ni kwa namba wengi wanataka kitunga. Si <laughs> ndio hivyo? Ndio hivyo tengenezwa. Mungu akupe neema kama mwanamke wa Misri. Mungu akupe neema kama mwanamke wa Misri. Oh, Mungu akupe neema kama mwanamke wa Misri. Mungu akupe neema ya kusimama kama Tamari na kuvuka liote licha ya magumu, ushinde zaidi ya Tamari. Mungu akupe neema ya kusukuma mambo yatokee. Mwanamke alelela roho ya kusukuma mambo hili atokee, maana alisukuma, alisukuma, alisukuma, yakatokea. Piga Yesu makofi ya Mungu. Unajua mwanamuke, mwanamke ni ua nang'aa na chanua, siko hivyo? Ndiyo maana Mwanamume akiwa kwa mwanamke atang'aa. Kwa sababu amekutana na uwa, lazima ng'ae. Si hivyo? Lakini hata mimi nilipokuwa peke yangu nilikuwa mbaya, lakini nilikuwa na mama. Mimi nawe sasa. Sio? Ni uongo stiki. Lazima ninye upadirike. Hautoishi hadi kama vile vili kolishikishikajishikaji na kula ugali na dagaa tu mchana na usiku, yaani pakiamka mini ugali na dagaa ukwamamatile, lakini kisha kuona mwanamke mambo yanap Bwana Yesu asifiwe. Isije nikazungu vingi, nina mambo mengi juu ya wanawake. Bwana Yesu makofi. Amen, siko kama tuna semina ya wanawake, wana wake ndio kusema vipo vitu vingi. Wakati fulani Mungu alinipa neema ya kuzungumza na wanawake wake, nikatengeza group nikaita wanawake. Nilifundisha maswala ya mabinti muda mrefu sana, baadaye ya mama mpaka tena baadaye nika pewa tena neema ya kufundisha juu ya mwana mwanamke mwana mshindi, nikaona grupu wanameshi mwanamke mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana, naeiano wewe ni wabaraka wewe ni wabaraka. Hiyo namalizia tu kwa kusema Mwanamke anaweza akasimama peke yake na akawa na mafanikio hata bila mwanamume. Kwa sababu amepewa nguvu. Amepewa akili. Amepewa maono ya kuona mbele kuliko mwanamume. Tatizo tu wanawake wengi hawajitambui. Jitambua wewe ni nani? Hakuna mwanamume akukutesa kwenye dunia hii. Ah, sio kama unanielewa. Ah, hakuna mtu akukutesa kwenye dunia hii. Ukijitambua una nguvu, ukijitambua una baraka, ukijitambua una heshima, ukijitambua una kubarikiwa na Bwana. Hakuna kukonea. Mtu wa kwanza kujua kwamba Yesu ni mtu wa kwanza amefufuka ni mwanamke. Mtu wa kwanza kwenda kaburini ni mwanamke. Kwa hiyo wewe mwanamke, ndiyo maana nataka nawaambia wamama, mna neema kubwa sana. Wewe unaweza utaomba ukashangaa umependa paka roho umezama lakini mwanangu mpaka kuzama Mungu wangu ni ngumu. Si tutaomba tu utaanza kuwaza maisha magumu, utawaza hela, utawaza kwa sababu si nguvu yetu ni mwilini kwa tunaanza kuwaza mambo ya mwilini tu. Kumbe tunatoka lakini mwanamke akizama kwa sababu nguvu yake ni roho ni kweli ni rahisi ku be connected na roho sana. Akizama maana mwanamke ametolewa ndani, kumbe babu babu kaingia ndani. Kwa mwanamke ni mtu wa ndani manake ni mtu wa rohoni kwa hiyo ana neema sana ya rohoni na Biblia inasema ukisoma mwanzo sura ya pili nazale mstari wa tatu au wa nane. Biblia inasema mm. Mungu akampa Adamu usingizi mzito akalala ili mwanamume alale lazima kuwepo na usingizi Simaanishi usingizo nalalo usiku nono, ili mwanamume aweze kulala, ili mwanamume aweze kupotea kwenye maono, lazima kuwepo na majaribu. Wakati mwanamume anakutana na majaribu, wakati mwanamume anakutana na hukumu, Eda alikuwa anazungumza na Mungu nini? Manake wakati ndoa inapokuwa na mapito, wakati mambo yanapokuwa magumu kwenye familia, mwanamke angari usingizi mzito, ajijui ajitambui. Eva anazungumza na Mungu. Wakati Eva anaweza kuzungumza na Mungu akamwamsha ina maana mwanamke kama sio mtu wa kupikonete nguzi kumwamsha mwako, huwezi kumwamsha wako, atapotea utaona kamaida ni sawa tu, ukaamua nonono, non, una nguvu ya kumwamsha, kuamsha, kukurejesha kuwisha upya. Ndio maana hata kama ndoa ina moto, mwenye nguvu ya kuamsha ile ndoa ni mwanamke, sio mwanamume. Eh, mana kwa hiyo wewe unatakiwa uongee na Mungu, wewe unamtafuta Mungu, usiangalie ile mapito, mwangalie Mungu, utaiponya ndoa yako Amen. Pige Yesu makofi ya sema Bwana Yesu Amen. nipe nguvu Maisha yangu, nipe nguvu ya kufanikiwa katika maisha yangu, katikati ya magumu nipe nguvu katika jina la Yesu, Amen. <tipulia> Pige Yesu ukoje? <tipulia> Kama umebarikiwa, pige Yesu.